Je, umewahi kusikia kuna malaika wanne wenye nguvu waliofungwa chini ya Mto Eufrati wakingoja siku yao ya kuachiliwa? Siri hii ya kushangaza imevutia wanadamu kwa karne nyingi. Lakini je, unaelewa maana yake kwa dunia leo? Kaa hadi mwisho ujue ukweli wa maandiko haya na ishara zake. Hii si hadithi ya kubuniwa, bali ni unabii wa Biblia katika kitabu cha Ufunuo. Maandiko haya yanatufunza kwamba kuna mambo mengi yaliyofichwa ambayo bado hayajafunuliwa kikamilifu na hadithi hii ni mojawapo ya mafumbo hayo makubwa. Huu ni ukweli uliowashangaza wasomi wa Biblia kwa karne nyingi. Siri ya waasi wa zamani na adhabu kali. Wataalamu wa maandiko wamejaribu kuelewa maana ya malaika hawa na sababu ya kufungwa kwao, wakichunguza maandiko ya kale na tafsiri mbalimbali ili kupata mwanga juu ya siri hii. Biblia inafundisha kwamba kuna vita vya kiroho vinavyoendelea, na baadhi ya malaika waasi walifungwa kwa adhabu maalum. Hawa si malaika wa kawaida bali ni wale waliokiuka mipaka yao na kufanya uovu mkubwa mbele za Mungu, wakalazimika kufungwa ili wasilete madhara zaidi duniani. Malaika hawa hawakuruhusiwa kuzurura duniani kama mashetani wengine, walifungwa wakisubiri hukumu. Walitengwa na kuwekwa chini ya ulinzi mkali, wakisubiri siku ambayo Mungu mwenyewe ataamua kuachilia kwa kusudi maalum. Katika Ufunuo sura ya tisa, Yohana anaona maono ya malaika wanne waliofungwa kwenye mto Eufrati. Mto huu haukuwa tu chanzo cha maji na uhai kwa ustaarabu wa kale, bali pia ulikuwa na umuhimu wa kiroho na kiunabii katika historia ya wanadamu. Agizo la kuwaachilia lina uzito mkubwa, sio malaika mmoja bali wanne, na katika eneo lenye umuhimu wa kiunabii. Malaika hawa ni nani? Je, walikuwa na jukumu gani katika historia ya mapambano ya kiroho? Hii ni siri ambayo imechochea tafakuri na mijadala mingi. Walifanya nini kustahili adhabu hii? Je, walihusika katika uwasi mkubwa uliotikisa mbingu na dunia? Maandiko yanadokeza kwamba walikuwa na jukumu maalum katika historia ya uovu, na adhabu yao ni onyo kwa viumbe wote wa kiroho. Na kwa nini mtoe Ufurati ni muhimu sana? Mto huu umehusishwa na matukio makubwa ya kihistoria na kiunabii, na mara nyingi umetajwa kama mpaka wa vita na mabadiliko makubwa ya kiroho. Safari hii itafunua kwa nini walihukumiwa kwa ukali na nini kitatokea watakapoachiliwa. Tutachunguza maana ya maono haya na athari zake kwa dunia ya leo na ya baadaye. Hadithi hii si ya kutisha tu, bali ni onyo na fundisho kuhusu ukuu wa Mungu. Inatukumbusha kwamba nguvu zote, hata zile za giza, ziko chini ya mamlaka ya Mungu. Mungu anadhibiti kila kitu, hata nguvu za giza zilizofungwa. Hakuna linaloweza kutokea bila ruhusa yake, na kila jambo lina wakati wake uliopangwa. Jiandae kuchimba siri hii ya ajabu pamoja nasi, tukitafuta majibu ya maswali haya ya kale na kugundua mafundisho yaliyofichwa chini ya mto mkuu wa Eufrati. Ili kuelewa malaika hawa, lazima turudi kwenye chanzo. Biblia haitaji majina yao, lakini inatoa vidokezo. Wengi wanaamini ni malaika walioasi kabla ya gharika ya Nuhu, kama ilivyoandikwa Mwanzo sura ya sita. Hawa walikuwa viongozi wa uasi, si pepo wa kawaida. Petro wa pili na Yuda wanasema walifungwa katika vifungo vya giza wakisubiri hukumu. Mto Eufrati ni eneo la kihistoria na kiroho. Bustani ya Edeni, Babeli na falme za zamani zilitokea hapa. Kufungwa kwao hapa kunaashiria ushindi wa Mungu dhidi ya uasi. Malaika hawa ni viongozi wa kijeshi wa ulimwengu wa roho, waliovuka mpaka ambao hata shetani hakuvuka. Wamehifadhiwa kwa kusudi maalum kwa wakati maalum wa hukumu. Kuelewa utambulisho wao kunatupa uzito wa unabii wa Ufunuo dhambi yao ilikuwa kuvuruga mpango wa Mungu wa uumbaji. Dhambi yao ilikuwa kuvuruga mpango wa Mungu wa uumbaji. Mwanzo sura ya sita inaeleza wana wa Mungu walichukua wanawake wa kibinadamu na kuzaa Nephilim, majitu wenye nguvu zisizo za kawaida. Muungano huu ulileta uovu mkubwa duniani, ukachafua kizazi cha wanadamu. Mungu alihuzunika na kuamua kuiangamiza dunia kwa gharika. Malaika hawa walivuka mipaka ya kiroho na kimwili, wakaleta uchafuzi wa kijenetiki na kiroho. Adhabu yao ilibidi iwe kali na ya haraka. Walifungwa mara moja, tofauti na shetani na mapepo wengine. Dhambi yao ilikuwa shambulio la moja kwa moja kwa mpango wa ukombozi wa Mungu. Hii inatufundisha umuhimu wa utii na hatari ya kiburi. Malaika hawa wanne hawakutumwa tu kuzimu, bali walifungwa chini ya Mto Eufrati, eneo la wasi na ushindi wa Mungu. Wamefungwa gizani kwa maelfu ya miaka, wakiwa na nguvu lakini hawawezi kuzitumia wanasubiri siku yao ya kuachiliwa, si kwa chiliwa, msamaha bali kwa hukumu. Hii ni adhabu ya kipekee na onyo kwa viumbe wote wa kiroho. Mungu anadhibiti historia na jiografia, akitumia maeneo ya duniani kutimiza makusudi yake. Hakuna wasi utakaovumiliwa bila kuadhibiwa. Kwa kufungwa kwao ni ushahidi wa haki ya Mungu na matokeo ya dhambi. Ni onyo pia kwa wanadamu, Mungu hakuwahurumia malaika waliokosa, hatapuuza dhambi zetu. Adhabu yao inasisitiza utakatifu wa Mungu na chuki yake dhidi ya dhambi. Hadithi yao ni kioo cha haki ya Mungu. Leo Mto Eufrati unakauka kwa kasi, ripoti na picha za satelaiti zinathibitisha. Wengi wanaona ni shida ya kimazingira, lakini wanafunzi wa Biblia wanaona ishara ya unabii. Ufunuo verse inataja kukauka kwa mto huu ili kuandaa njia kwa wafalme wa mashariki. Mto Eufrati una jukumu muhimu katika matukio ya siku za mwisho kuachiliwa kwa malaika wanne na kuwasili kwa wafalme wa mashariki. Kukauka kwa mto ni ishara ya kimwili ya kile kinachotokea kiroho, kizuizi kinapoondolewa. Sio kwamba malaika wamefungwa na maji, bali ni ishara ya Mungu kwa ulimwengu. Hatupaswi kuweka tarehe, lakini hatuwezi kupuuza uhusiano huu. Yesu alituambia tuangalie ishara za nyakati. Kukauka kwa Mto Eufrati kunapaswa kutuchochea kujiandaa kiroho. Ufunuo 9 verse 15 inasema kwamba malaika hawa wanne wataachiliwa kwa saa, siku, mwezi na mwaka maalum kabisa. Hii inaonyesha jinsi Mungu alivyo na udhibiti kamili wa historia na matukio yote ya ulimwengu. Hakuna kinachotokea bila ruhusa na mpango wake. Kila tukio lina wakati wake, na hata hukumu kubwa kama hii imepangwa kwa usahihi wa ajabu. Kusudi la kuachiliwa kwao ni kuu, ili wawa theluthi ya wanadamu. Hii ni ishara ya hukumu kali na ya kutisha, lakini pia ni onyesho la mamlaka ya Mungu juu ya uhai na kifo. Hakuna kitu kinachoweza kuzuiwa au kubadilishwa bila idhini yake. Kusudi lao ni la kutisha, kuongoza jeshi la kiroho la wapanda farasi milioni mia mbili, jeshi kubwa ambalo halijawahi kuonekana duniani. Hili ni jeshi la uharibifu, likiwa na nguvu na kasi isiyozuilika, likileta hofu na maangamizi makubwa. Matokeo ya kwa kuachiliwa kwao ni maafa makubwa duniani. Miji inaharibiwa, watu wanapoteza matumaini na dunia inakumbwa na huzuni isiyoelezeka. Hukumu hii inakuja juu ya ulimwengu unaokataa Mungu na kukumbatia uovu. Watu wengi wamepuuza onyo na kuendelea na maisha yao bila kujali matokeo ya dhambi. Hata hivyo, lengo la Mungu si tu kuadibu, bali pia kuokoa. Hukumu hizi ni simu ya kuamka kwa wanadamu, mwito wa kutubu na kurudi kwa Mungu. Ni nafasi ya kutafakari na kubadilika. Lakini wengi hawatubu hata wakikabiliwa na hukumu kali. Kuachiliwa kwao ni sehemu ya mchakato wa Mungu wa kusafisha dunia, kuondoa uovu na kuandaa mazingira mapya ya haki na amani. Hii yote inaandaa njia kwa kurudi kwa Kristo, ambapo dunia itapokea tumaini jipya na utawala wa haki. Mungu ni mwenye haki na hatavumilia dhambi milele. Hukumu yake ni ya haki na inaleta marekebisho ya kweli. Tunapaswa kutumia wakati huu kumtafuta Mungu kutubu na kubadilisha njia zetu kabla ya siku hiyo kuu kufika. Ni wakati wa kutafakari na kuchukua hatua. Hii ni onyo na pia ni wito wa toba kwa kila mmoja wetu. Tuchague leo kumrudia Mungu kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Hadithi hii inaonyesha ukuu wa Mungu. Ikiwa malaika hawa wanaweza kuua theluthi ya wanadamu, lakini Mungu amewafunga kwa neno lake tu, hakuna nguvu inayoweza kushindana na Mungu. Yeye anashikilia funguo za gereza lao na amepanga wakati wa kuachiliwa kwao. Hata shetani hawezi kuachilia. Hii inatuhakikishia kwamba Mungu yuko kwenye kiti cha enzi hata nyakati za giza. Hukumu hii inaonyesha haki ya Mungu, hawezi kupuuza dhambi milele. Kwa waaminio, hii ni habari njema, siku inakuja ambapo uovu utaondolewa. Hukumu ya Mungu ni ahadi ya ukombozi kwa waadilifu. Tusione tu uharibifu, bali tuone nguvu na haki ya Mungu. Upendo wake umetupa njia ya kuepuka hukumu kupitia Yesu Kristo. Baada ya kuchunguza siri hii, swali ni habari hii na kuathirije wewe binafsi? Unabii wa Biblia uliandikwa kubadilisha maisha yetu, si kutosheleza udadisi. Ikiwa hukumu kali na wangoja malaika walioasi, je, ni nini kinachowangoja wanadamu wanaokataa wokovu? Lakini Mungu ametoa njia ya kutoroka kupitia Yesu Kristo. Imani yako imejengwa juu ya mwamba huu. Unabii huu ni wito wa kuamka kiroho na kuishi kwa kusudi la milele. Usiruhusu matukio ya ulimwengu ya kupite bila kukuathiri. Ruhusu neno la Mungu liwashe moto mpya ndani yako. Uamuzi wa kumwamini Kristo unaweza kubadilisha hatima yako ya milele. Tumefika mwisho wa safari yetu kuhusu malaika wanne walioanguka. Safari hii imetufunza mengi kuhusu nguvu na mipango ya Mungu, na pia kutukumbusha kwamba hata katikati ya unabii wa kutisha, kuna tumaini lisiloyumba. Tumeona asili yao, dhambi yao, adhabu yao na jukumu lao katika unabii wa siku za mwisho. Haya yote yanatufundisha umuhimu wa kuwa macho kiroho na kutambua nyakati tunazoishi. Lakini kila unabii wa hukumu unaambatana na ahadi ya ukombozi kwa watu wa Mungu. Mungu hajawahi kuwaacha watu wake bila tumaini, hata wakati wa giza na majaribu makubwa. Kama vile Mungu alivyomlinda Nuhu na Lutu, anaahidi kuwalinda waaminio. Hii ni ahadi ya ulinzi na neema kwa wale wanaomtegemea na kumwamini kwa moyo wote. Hukumu hizi si kwa ajili ya watoto wa Mungu waliozaliwa mara ya pili. Badala yake, ni onyo na wito wa kutubu kwa ulimwengu, lakini pia ni faraja kwa waaminio kwamba hawako peke yao. Tumaini letu ni katika ahadi ya kunyakuliwa na kuwa na Bwana milele. Hii ndiyo sababu tunaweza kuishi kwa ujasiri na furaha, tukijua kwamba mwisho wetu ni wa ushindi. Lengo la kujifunza unabii huu ni kutujaza imani, si hofu. Tunapochunguza maandiko, tunapata nguvu mpya na ujasiri wa kusimama imara katika imani yetu. Maarifa haya yanapaswa kutuchochea kuishi maisha matakatifu na kushiriki Injili. Tunaitwa kuwa nuru na chumvi duniani, tukiwasaidia wengine kumjua Kristo. Usiruhusu maarifa haya yabaki kichwani, yaruhusu yazame moyoni na kubadilisha maisha yako. Tafakari juu ya upendo wa Mungu na waamue kumfuata kwa uaminifu zaidi. Tumaini letu limejengwa juu ya ahadi za Mungu zisizobadilika na mustakabali wetu uko salama mikononi mwake. Hata wakati wa giza, nuru ya Kristo inaangaza mbele yetu, ikitupa amani na matumaini yasiyokoma.